Mambo ambayo yanachochea maisha ya kiungu kwa mwanadamu. Tunaposema maisha ya kiungu au supernatural life, ni maisha ambayo yanatupa uwezo wa kuamuru mambo na yakawa vile ambavyo tunataka aisisi yawe. Mungu alipotumba mwanzo mwanz alisema mkamiliki na kutawala. Kwa hiyo maisha haya yanatusaidia kumiliki na kutawala. Hayo mambo hayasubiriwi, yanafanywa. Ishara maajabu na miujizwa haisubiriwi kutendeka, ila inatendwa kwa. Hatusubiri maisha ya kiungu, hatusubiri umiliki na utawala, tunaanza kufanyia kazi umiliki na utawala. Mambo yanayochochea maisha ya namna hiyo au aina ya maisha ya namna hiyo, tutasoma kwenye Yohana sura ya 5, mstari wa kwanza hadi wa nne. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalem na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Ukisoma hii habari, palikuwa kuna kisima kipo pale kina matao matano. Msari wa 4 unasema hivi, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile bilika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Sasa ukisoma okay. kitabu cha Yohana sura ya 4 msari wa 14, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Unajua, lile bilika lilikwepo kipindi cha agano la kale. Yesu, maisha yake yote aliishi ndani ya agano la kale. Agano jipya limefungwa baada ya kufa na kufufuka. Mpaka anapelekwa msalabani, alikuwa bado yuko ndani ya agano la kale, amekaa kabuni sote, bado yuko ndani ya agano la kale alipofufuka ndipo agano jipya lilipothibitishwa, kwa sababu asingefufuka pangekuwa hakuna agano jipya. Katika agano jipya kitu ambacho Mungu alikifanya alichukua lile bilika, kwa sababu ile bilika ilikuwepo lipo sehemu. Ni sawasawa tukisema kwamba sasa hivi bilika hilo liko Tanzania Kinyerezi, kwa dunia nzima, mtu akitaka anakuja Kinyerezi anasubiri malaika kushuka ndo atumbukie ndani. Alipofufuka Yesu alichukua lile bilika akalihamisha kutoka jinsi ya mwili akaliingiza ndani ya kila mtu amenampa maisha yake, ndio maana mstari wa nne Yohana 4:14, Yohana 4:14 nasema wa lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake, chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. kwa hiyo ndani ya kila mtu kuna bilika ambalo Mungu ameliweka ndani yake kwa ajili ya kuleta uzima kwenye eneo la maisha yake, ko lile ambalo lilikuwepo, wale watu walikuwa naenda wagonjwa, aamepoza kit amekaa pale, anasema mi sina mtu kunitia bilikani. Liko ndani ya kila mmoja, lakini hilo bilika linakuwa liko dormant kwa sababu yale maji yalikuwa anakaa ametulia. Anasema kuna wakati maraika akishuka na atibua yale maji, kwa hiyo lile bilika lina nguvu ndani yake lakini ile nguvu ya uponyaji au ya kufanya muujiza au ya kufanya ishara na maajabu ilikuwa haitendi kazi mpaka kwanza malaika ametibua, kwa sababu maji hapo. Ile Yohana tano inatuambia kuna wakati malaika hushuka na kutibua, yakitibuliwa, anayeingia anapata. Kwa hiyo kuna wakati ambapo malaika hajashuka, kwa maji yametulia, ila kuna wakati ambapo malaika akishuka, akitibua nguvu inakuwepo. Sasa malaika ni watu gani? Malaika ni wajumbe, malaika ni watumwa. Nikisema watumwa htle mtumwa utumwa ile, ile ni watumwa wanaotumwa sasa. Ukienda kwenye Zaburi mia na saba mstari wa ishirini unasema hivi, Mungu hulituma neno lake na kuwaponya watu na kuokoa katika maangamizi yao. Malaika ni mjumbe. Sasa Mungu alipolihamisha ile birika kaika ndani ya mtu Hakuna namna ambavyo ataweka malaika. Malaika haruhusi kuingia ndani ya mtu kwa sababu malaika sio jini. Malaika anakuja kwa mtu, atampigania mtu, atamlinda mtu, atamsemesha mtu, ili hawezi kuingia ndani ya, ndani yake. Kwa hiyo Mungu akatafuta namna nyingine ambayo ni kitu kile kile kama malaika. Malaika ni mjumbe, alikuwa anaingia, anatumwa. Sasa wakati umefika, katibue maji, anatibua. Kwenye agano jipya, Mungu akaliweka neno kwa ajili ya kuja kutibua maji ndio maana neno la mtu pekee ndio linaweza kuingia ndani ya mtu na kutibua maji. Tunatafuta mambo ambayo yanachochea, yanaamsha, yanatibua maisha ya kiungu ndani ya mtu, yanatibua uwezo wa mtu kuweza kufanya mambo, kukomandi mambo ya kawa vile anavyotaka na kuwa au kuleta ishara na maajabu kwenye maisha yake. Biblia ya kwenye, kwenye Ibrania sura ya kwanza inatuambia je, hao malaika si watumishi wa Bwana waliotumwa kuwahudumia wale wanaorithi wokovu. Ko, malaika wametumwa kutuhudumia sisi tuna urithi ko, okay. Malaika ni mtumishi, ni mtumwa, anatumwa kitu. Kwa hiyo alikuwa anatumwa katibue maji. Na zaburi mia na saba inatuambia neno la Mungu nalo linatumwa, kwamba Mungu hulituma neno lake na kuwaponya watu na kuokoa katika maangamizi yao. Kwa hiyo neno la Mungu linafanya kazi vile vile ndani ya moyo wa mtu kama malaika alikuwa anafanya kazi vile vile ndani ya nini ndani ya bilika. Kwa hiyo neno la Mungu linaenda ndani ya ile bilika ndani ya moyo wako na kuachilia nguvu na kutibua na kutoa ile nguvu ya Mungu iliyomo ndani ya ile bilika. Sikiza, kwa sababu limo anasema hivi yeye nitakayempa maji haya, hata una kiu tena. Haya maji yatakuwa yanabubujikia ndani yake. Kwa ni ndani yako, sio nje yako. Ndani yako kwa yamo. Lakini hata kama yamo lazima yatibuliwe kwanza. Na yatibuliwa kwa neno la Mungu. Ndio maana Shetani atapambana juu chini, atakufanya uwe busy, atakuweka mambo mengi ili tu upoteze neno ili tu usikene, ili tu usisome neno au usisikilize neno kwa sababu anajua uki, kuna namna ukisikiliza ukilipata litatibua, likitibua ndani yako amepoteza. Ukiwa okay, unasoma Biblia au unasikiliza mahubiri, kuna neno ukisikia limekugusa ukisikia limekushika unakoma nalo, ukianza kutembea ndani ya maelekezo na matakwa yalo neno make, ndio ule ukamilifu wa ule muujiza uliobebwa ndani ya lile neno unakamilika. Ndio maana Isaya 55 kusoma 11, anasema kwamba msana 11 anasema kwamba, ndivyo takavyokuwa neno ni langu nililolituma, halitanirudia halita, halita niludia, bure, bali litatimiza yote nilio msana 10 anasema hivi, kama mvua inyeshavyo nchi hayachi hairudi mpaka imeotesha ile ile kuotesha. Sasa msomo yeye anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu haitanirudia bure, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu nilo lituma haitanirudia bure, kwa linatumwa kuja kuzalisha kitu, na kile kitu kitakachozalishwa ndio kinaitwa ishara, kinaitwa ajabu, kinaitwa muujiza. Kwa nini? Kwa sababu chochote kile ambacho kimefanywa kwa mkono wa Mungu ni ishara ni ajabu na ni muujiza. Kwa hiyo neno la Mungu ni mjumbe, neno la Mungu ni mjumbe kama malaika alivyo mjumbe yeah. na ndani yako kuna hicho kisima yeah. ila hicho kisima hakitakuzalia kuzalia matunda hakitatoa ile nguvu iliyomo ndani yake mpaka kwanza kuna neno limeingia ndani. Waefeso moja nasemaje? na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, na ubora wa ukuu wa uweza wake. Ile neno uweza, make power, nguvu ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo ndani yetu, kwa ndani ya kila mtu kuna ubora waweza, wa uweza wa nguvu zake. Amplified Bible inasema hivi and, kwenye mabwana inasema and so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in, in, and for us who believe. As demonstrated in the working of his mighty strength. Itu pate kujua na kufahamu. Pate kuelewa. What is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power. In and for us who believe. Unajua kuwa in and for ni vitu vitofauti, make ni ndani yetu na kwa ajili yetu ni ndani yetu na ni kwa ajili yetu. Anasema kama ulivyoonyeshwa au ulivyodhihirishwa kwa njia ya nguvu zake kubwa ya, ya, ya matendo ya nguvu zake kuu. Kwa yale matendo ya nguvu zake ambayo Yesu aliyafanya katika maisha yake yote alikuwa anatuonyeshea ana yale yaliyomo ndani yetu, sababu alikuwa anawaza kwamba baada ya kufufuka kwangu kila kitu kitaingia ndani yao. Kwa wale wa mazoezi, wale ukenda kwa wale walimu wa mazoezi anaah anademonstrate kwamba as demonstrated in the working of his mighty strength. Ko alikuwa anatoa kama sample, kama mfano, anatuonyesha kwamba yale yaliyomo humu ndani yenu ndio haya, hii ndio picha iliyomo kwa hiyo anasema ule ukuu wa nguvu zake ulio mkubwa sana unaopita yote usiokuwa na kikomo usiopimika usiozuilika ambao uko ndani yetu na uko kwa ajili yetu. Sisi ni watu wakuu. Unajua kanyoka hata kanza kaka kadogo hata kanza kaka katoto kanyoka, ila haimaanishi kwamba hakana sumu. Mtoto wa nyoka hata kama amezaliwa jana, sumu haipati anavyokuwa, sumu anazaliwa nayo tu. Akikungaa tunakufa. Tusijipime kwa tunavyoonekana kwa jinsi ya nje. Wajua, mtu anaweza kajeaada kwa jinsi alivyo, kwa alikotokea, kwa kiwango cha elimu yake, kwa anavyovaa, kwa mwonekano, kwa tafsiri watu wanayompa.